Na sawa sawa digital, kuna matukio mengine ambayo yanakuwa yanatokea then yanakuwa eh, yanashtua sana hasa katika eh, maisha yetu haya ya kawaida, kwa sababu vinakuwa ni vitu ambavyo eh, ni vya kusikitisha, lakini pia eh, ni vya kukuzunisha zaidi. So niko na story ambayo kuna abiria mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Tushar Masand ameweza kupigwa marufuku kupanda ndege ya shirika la ndege la Air India eh, kutokana na kitendo chake cha aibu cha kumkojolea abiria mwenzake baada e bana, ya kunywa chupa mbili za pombe wakiwa safarini e, kutokea e, New Delhi e, kwenda Bangkok. E bana, e, mshikaji, baada ya kupiga chupa mbili tu za pombe akalewa, lakini pia akabanwa na haja ndogo. Tunasema yes, kwa lugha rahisi haja ndogo. Then so, haja hiyo ndogo akaamua kumkojorea abiria mwenzake ambaye walikuwa ndani ya ndege, ambapo walikuwa wametoka katika jiji la New Delhi, lakini wanakwenda huko e, Bangkok. E, sasa, inaelezwa kuwa kwamba abiria huyo alizidiwa na pombe alizokuwa amekunywa hadi kuanza kufanya e, usumbufu kwa abiria wengine ndani ya ndege, ikiwa ni baada ya kupewa onyo na mhudumu ambaye alikuwa e, amepokea malalamiko hayo ya abiria ambaye alikuwa amekwisha kukojolewa na Tushar so, licha ya shirikisho hilo la ndege kutangaza kumfungia Tushar e, kuto safiri nalo tena katika ndege yao. Kitendo hicho ambacho alikuwa amekwisha me, kukifanya kimewasilishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria kuchukuliwa e, dhidi yake, kwa washikaji wameamua tuwa mshtaki lakini pia kumpeleka mbele ya sheria. So sheria itafata mkondo wake. Tuendelee kusubiri nini kitatokea sasa. Kwa upande mwingine, mamlaka za serikali nchini India zinasema kwamba zitachukua hatua kali ikiwa itabainika kuwa shirika la eh, shirika la ndege hilo lilishindwa kushughulikia tukio hili kwa mujibu wa taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa pale yanapotokea eh, matukio kama hayo. So kulikuwa kuna, kuna ulazima wa shirika au wale wahudumu wa ndani kuweza kufanya namna ambayo kesi hiyo haikutakiwa kufika mahakamani au kufika serikalini au kufika sehemu yoyote ya chombo cha sheria. Ilibidi walimalize wao wenyewe. Sasa eh, polisi wanafanya uchunguzi wa eh, tukio hilo endapo tukio hilo litaonekana kwamba pia moja kati ya vitu ambavyo vilisababisha au viliweza kumfanya kwamba ile shirika likashindwa kudhibiti hicho kitendo ambacho kimekwisha kutokea, basi wataweza kuchukuliwa hatua. Sasa ni bora unashangaa kwamba ni bora tungelipoteza hilo swala. Sasa wamelipeleka kituo cha polisi, mambo yanakuwa eh, ni mengi zaidi. Na sisi kama sawasawa digital tutalifuatilia bega kwa bega kuweza kukupa updates kuhusiana na story hii kutokea huko nchini India. Zilizidi kabisa.